Their role as young people. Na hatimaye utulivu umeonekana kurejea katika bunge la kaunti ya Nyamira, baada ya mzozo wa uongozi kushuhudiwa bungeni humo kwa zaidi ya miezi kumi. Nyabaro amechukua rasmi hatamu za uongozi kama spika mpya wa bunge hilo, huku Duke Onyari akipewa jukumu la kusimamia ofisi ya karani wa bunge hilo. Haya najiri baada ya migogoro wa uongozi ulioshuhudiwa katika bunge hilo kwa zaidi ya miezi kumi kufuatia kutimuliwa kwa aliyekuwa spika Enoch Okero mwezi Septemba mwaka uliopita. Wakiwahutubia wanahabari katika majengo ya bunge hilo, spika Nyabaro na kiongozi wa wengi katika bunge hilo wamepokea baadhi ya wawakilishi wadi waliokuwa katika mrengo wa bunge mashinani, huku akiwashauri waliosalia kujiunga nao ili kuendeleza shughuli za bunge hilo. After the reconciliation that we did within ourselves and the judgments of the court. So these leaders now, I want to take this opportunity to welcome back all of them to the assembly and inform our public that uh, we now have a new speaker who is Honorable Thaddeus Nyabaro. Tumetangaza amani na uwiano. Na ile kamati ya nguvu za Sa, kuanga, sa kuangalia mwelekeo na we call it powers and privileges itaniletea ripoti nikishaangalia then it's when we can make a decision but we are not here to victimize anybody we are preaching peace and actually if uh, the report would not be adverse then we can stretch the hand of uh, forgiveness to others with reasons na kidogo ili tutoe nafasi kwa matangazo a upande wa pili, lakini usende mbali, tutarejea muda usiokuwa mrefu na taarifa zaidi ndani ya Sema na Citizen.